Ana alamata saada na zile alama ambazo kwamba ni za watu wema ziko kumi na moja. Kwanza kabisa, antakuna zahidan fi dunia, ni kuwa na zuhudi, ni mtu awe na zuhudi, yani asi aipende akhira kuliko dunia warakiba filakhira, na aipende akhirah zaidi. Hiyo ni alama ya mtu mwema. Ukiona mtu anaipenda, anaipenda akhira na akawa ameipa mgongo, ameipa maungo dunia, basi ni alama moja miongoni mwa watu ambao kwamba ni watu wema. Na alama ya pili antakuna himmatuhu filibada wa tilawati lquran, ni mtu awe na hamu, yani hamu yake yeye ni kutekeleza ibada, yani yeye yuko katika ibada na kuisoma Qurani kwa wingi. Ukiona mtu ameshikamana na ibadat na akawa yasoma Qurani, basi tambua ya kwamba mtu kama huyu ni miongoni mwa watu ambao kwamba ni wema. anyakuna qalila lqauli fi ma la yahtaju ilayhi, alama nyingine ya mtu mwema ni kuwa mchache wa mazungumzo, maneno katika mambo ambao kwamba la yahtaju ila, yani hakuna mahitaji yote ya kuzungumza, hakuna umuhimu wa yeye kuzungumza. Wa rabi'a an yakuna muhafizan ala, muhafidha ala salawati khams. Alama nyingine ni mtu kushikamana na swala tano, kuzihifadhi zile swala tano si kwamba kwa siku utaswali pengine swala moja ama swala mbili aa, uzihifadhi bimaana, hizi swala uziswali zote, tena kwa wakati wake. Hiyo ni alama ya mtu mwema. Na alama nyingine ya tano, ayakuna wari'an fima qalla kalla au kathura min alharami washubuhati ni kuwa mwenye kujichunga fima qalla, kwa kitu ambacho kwamba ni kichache au kathura, ama ni kingi, min alharami, kutokamana na haramu. Usione kwamba ah, ni kitu kidogo hiki, yaani wajua kwamba ni haramu, lakini asema ni kidogo, hakiwezi kunidhuru, ukawa ni mwenye kutekeleza kitu kama kile kwa sababu ni kitu au ni jambo dogo, maadamu ni haramu, basi uwe ni mwenye kujiepusha na jambo kama lile. Washubuhati, na pia mambo ya shubha, ikiwa uko na shaka, basi epukana na mambo kama yale. Wasadisa ayakuna suhubatuhu minaswalihin ni mtu ku kusuhubiana na watu ambao kwamba ni watu wema, wafanye marafiki wale watu ambao kwamba ni wema. wasadisa ayakuna mutawadian ghaira mutakabbirin, ni kuwa mnyenyekevu Usiwe ni mtu ambaye kwamba ni mwenye kuji kujitukuza ukajiona kwamba wewe ni mkubwa. Kuwa mnyenyekevu kwa watu. Sampuli kama hii watu wenye atawadhu ni watu ambao kwamba ni waja wema. Vilevile ayakuna sahian karima ni uwe mpaji tena mpole mkarimu. Hizi ni alama za watu wema. wa anyakuna rahiman bima khalaqa Allahu taala, na pia uwe ni mwenye huruma kwa kiumbe cha Allah subhanahu wa taala na tunaposema kiumbe cha Allah hata mdudu pia ni kiumbe cha nani? Cha Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo, pia kwa wadudu pia uwe na huruma, kwa binadamu uwe na huruma, na wanyama pia uwe na huruma nao. <coughs> yakuna kanian lilkhalqi vilevile, uwe ni mwenye kutosheka na viumbe. Kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia kuwa nacho, basi utosheke na hicho, usiwe na ile ya kwamba mwenzako amepata kitu ambacho kwamba wewe huna, basi ukawa na ile tamaa, na wewe wataka upate kama alivyopata ye. Kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia basi utosheke nacho. Na jambo la mwisho ayakuna dhakira lilmauti kathiran, ni kuwa mwenye kukumbuka umauti kwa sana. Kila unapokaa uwe unakumbuka kwamba ipo siku utaondoka katika ardhi kama hii. Kwa hivyo haya ambayo kwamba nimekwenda kuyataja ni alamati ambazo kwamba ni za watu waliowema. Vile vile tukija katika alama za ashakawa nazo pia ni kumi na moja. Ya kwanza, ayakuna harisan ala jam'il mali al ni kuwa mwenye pupa kupapia kukusanya mali. Ukiona mtu mwenye tabia kama hii ya pupa ya kukusanya mali, basi ni alama ambayo kwamba si nzuri. Antakuna himmatuhu fi shahawati, na alama nyingine ni kuwa mtu ile hamu yake yeyo ya katika ashahawati matamanio starehe, waladhati dunia na ladha za kidunia, kupenda starehe sana, basi ni alama ambayo kwamba miongoni mwa miongoni watu waofu. Wathalitha an yakuna fahishan fil qawli fi lqauli wa mikthara lil ghiba ayakuna fahisha, ni mtu kuwa muovu fi lqawli, katika maneno, yani yale mazungumzo yake ni ya si mazungumzo mazuri, pengine ni matusi. wa mikthara lilghiba, lilghiba na kukifirisha, kule kusengenya. Ukiona mtu sampuli hii basi ni mtu ambaye kwamba ni mwovu. Na ukiwa na tabia kama hizi ambazo kwamba twazieleza, unayo nafasi ya kuweza kujibadilisha, kwa sababu sisi twaelezana pale ambapo kwamba tumekosea ili tuweze kujirekebisha. Alama ya nne, hayakuna mutahawi na biswalawati alkhamsi, ni mtu kuwa ni mwenye kudharau swala tano mwenye kupuuza swala tano, akawa haswali. Kwa, kwa mtu sampuli kama hii ya kupuuza swala, basi ni mtu ambaye kwamba ni mwovu. antakuna suhbatuhu maa alfujjar, na mtu kupenda au kuwa na marafiki na wale watu ambao kwamba ni waovu, watu ambao kwamba ni wabaya, yeye ndo marafiki zake. Ukiona mtu sampuli kama hii, marafiki zake ni watu ambao kwamba ni waovu, ni watu ambao kwamba ni wahuni, hii ni alama ya mtu mwovu. na alama nyingine anyakuna sayyi alkhulqi, mtu kuwa na tabia ambayo kwamba si nzuri. Wa anyakuna fakhuran, na mtu kuwa ni mwenye kujifakhiri, yani ukawa jifakhiri mbele ya watu, hii ni alama ambayo kwamba pia si nzuri. Wa ayakuna mania limanfaati nnas, na mtu kuwa ni mwenye kuzuia kitu ambacho kwamba kina manfaa kwa watu. Tuseme mathalan, amekuja mtu akashimba kisima, kisima kama kile kikawa ni Waislamu wanachota bure, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanasaidika kutokamana na kisima kama kile. Lakini atokee mtu ikawa inamuuma, kwa nini watu wanachota bure katika kisima kama kile? Basi atumie uhasidi kwenda kukiharibu kisima kile, ili watu wasipate. Hii ni alama ambayo kwamba ni mtu mwovu. Vile vile vile ayakuna kalila almarhamati lilmu'minina, kuwa mchache wa huruma kwa waislamu ama kwa waumini. Ikiwa huna huruma na waislamu, huna huruma na waumini ama ndugu zako, basi hii ni dalili ya kwamba wewe ni mtu mwovu. Na mwisho kabisa, ayakuna nasi ya lilmauti eh, kuwa msaha, msaha, yani mtu mwenye kusahau kwamba kuna kuokufa katika mgongo huu wa ardhi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema kwamba alama za watu waovu ye amekwenda kutaja alama nne, akasema alama ya kwanza ni siyanu adhunubi al almadhiya, ni mtu kusahau madhambi aliyoyafanya, yaani madhambi ambao kwamba aliyafanya nyuma akawa ameyasahau. Wa hiya inda Allahi mahfudhatun, wakati mbele ya Mwenyezi Mungu maasi kama haya ambayo kwamba amekwenda kuyatekeleza yamekwenda kuhifadhiwa. wa dhikru lhasanati almadhiya, na kukumbuka au kutaja yale mema ambayo kwamba aliyafanya masiku yaliyopita, yaani yale maovu ameyasahau, lakini akawa anayakumbuka mema ambayo kwamba aliyafanya, wala yadri aqubilat amruddat wala hajui ya kwamba hayo mema aliyoyafanya ye yamekubaliwa ama hayakukubaliwa, lakini akawa anayakumbuka. wanadharu ila man fawqahu fi dunya, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na kuangalia ila man fawqahu kwa yule ambaye kwamba yuko juu yako fidunia, lakini katika kidunia, mambo ya kiduniani ukawamwangalia yule aliyoko juu wanadharu ila man dunahu fiddin, na ukawamtizama yule ambaye kwamba yuko chini yako kidini. Hii ni alama ya watu ambao kwamba ni waofu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeeleza haya ili tufuate ile njia ambayo kwamba iko sawa, tuwe miongoni mwa watu wema, kwa sababu mtu atakapokuwa ni muovu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kumwandalia adhabu, na miongoni mwa adhabu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala amekwenda kuziandaa, Mwenyezi Mungu atakwenda kuwasalitisha ama kuwapelekea kuwa njaa wale watu ambao wa kwamba ni waovu ama watu wa motoni, yakunu alaihim ashadda min sairil adhabi fayabkun na itakuwa ni adhabu kubwa miongoni mwa zile adhabu ambazo kwamba watapatiwa. Fayabkuna, watakuwa ni wenye kulia. Wayatulubuna taama, na watakuwa wanahitajia chakula kwa njaa ambayo kwamba wanahisi. Fatutuimuhum azabania, malaika atawaletea chakula na kuwalisha dhari'an. Dhari'an ni tunda ambalo kwamba limezungukwa na miba kwa nje. Sasa chakula kama hiki ndio watakuwa wanapewa watu kama hawa. Idha akalahu aljamal yaqifu fi hulqumihim hulqumihi tunda ambalo kwamba ngamia anapolila chakula kama kile, ama tunda kama lile, huwa linakwenda kukwama katika koo yake. Sasa chakula kama hiki watapewa hawa watu wa motoni, fayatlubuna ma'an, na watakuwa ni wenye kuhitajia maji, kwa sababu chakula kile walichokula kina miba na kimekwama pengine katika koo watahitajia maji, fayatuna bimashrabatin min main hamimin. Kwa kuwa wao wamehitajia maji, wataletwa maji, maji ya moto <coughs> idha qarrabu lmashraba ila afwahihim, watakapokuwa wamekaribisha, wamekurubisha ile maji katika vifua vyao taqau luhuma wujuhihim, yani hizi nyama za usoni mwao zitakuwa ni zenye ku, kuchanika min shiddati harati hararati dhalika alma, hii ni kwa sababu ya ukali wa joto kutokamana na yale maji, nyama za kwenye uso zinakuwa ni zenye kudondoka na kuingia katika maji kama yale. Fa idha sharibu qat'at amaahum fi butunihim, na watakapokuwa wamekunywa maji yale ambayo kwamba ni ya moto, matumbo yao yatakuwa ni yenye kukatika. fayandhuruna wayatawarrauna ila azzabania, watakuwa wakimtizama, wakitizama na kumnyenyekea azzabania. Huyu ni malaika fataqulu zabania, aseme zabania kuambia, alam yatikum nadhirun fi dunya, kwani ha hakuajilieni muonyaji katika dunia. Fayaqulun bala, waseme ndiyo. Walakin lam nasma kalama rusul, hatukusikia amekuja muonyaji, ama wamekuja waonyaji, lakini hatukuweza kusikia maneno ya manabii. Wala nusaddiquhum, wala hatukuwasadikisha fataqulu zabani alan al azabani, aseme ndo sasa. la yufidukumu ljazau, haitowafaidisha nyinyi kule kufadhaika kwenu hakutowafaidisha na kitu chochote. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islamu, ili kuepukana na adhabu kama hizi, ni sisi tujibidiishe, tuwe miongoni mwa watu wema kwa sababu watu wema wao wataingizwa katika pepo, na pepo ndani yake kuna neema nyingi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kuwanemesha. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu atujalie mina lladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. wa ilahuna qul lakum. Assalamu alaykum wal afwa minkum. Assalamu alaykum.